Leo katika Siha Yangu tunaangazia ugonjwa unaojulikana kama endometriosis. Ni ugonjwa ambao umeathiri wanawake wengi na hata baadhi yao kupoteza maisha. Daktari Wambua Mulatya ambaye ni mtaalamu wa ugonjwa huu wa endometriosis anatuelezea kwa kina juu ya ugonjwa huu. Ni ugonjwa ambao unatokana na chembechembe zile ambazo zinapatikana ndani ya kizazi kuwa, okay. ziko nje ya kizazi okay nje ya kizazi kumaanisha kuwa, kawaida mwanamke akipata damu ya mwezi huwa inatoka kwa kizazi, ile nyumba ya mtoto ama nyungu ya mtoto, na hiyo damu inashuka inaenda mpaka kwa pad. okay? lakini unapata kuna instances hiyo process inafanyika ndani ya tumbo, sababu zile cells ambazo ziko kwenye kizazi zimehama kwa sababu moja au nyingine, zikaenda nje. Okay. So nje kuna sehemu nyingi zinaweza hama zikaenda kwa fallopian tubes, zinaweza hama zikaenda kwa ovary, zinaweza zikahama zikaenda kwa sehemu ya nje ya kizazi, zinaweza hama zikaingia ndani ya ile wall ya uterus, zinaweza hama zikaenda hata kwa lungs, kwa diaphragm, zinaenda sehemu nyingi kwa ngozi ya, kwa kitovu, so inategemea zinatapaka kila mahali. Wanawake wengi wanaougua endometriosis wanapitia changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na maumivu makali. Wengi wanapresent na uchungu ama maumivu wakati wao wa period, we call it cyclic pain. Ni uchungu ambao unahitaji madawa very strong ku control. Unapata ile normal period, ukipata cramps, ukimeza tu kama ka paracetamol ama brufen ama whatever it is you take, inatulia na unaendelea na shughuli zako kama kawaida. Lakini hao huwa imefikia mahali kuwa haiwezi tulizwa na madawa kama hayo, inabidi mtu aende hospitali adungwe masindano ndo aweze kupata nafuu. okay? wanawake ambao hupitia hali hii mwishowe huwa na changamoto za uzazi. wale ambao wenye kwenye, kwenye, kwenye ndoa pia wengine wanapata matatizo matatizo ya kuonana na watu wao, kwa maana depending on the extent of the disease inaweza involve sehemu zingine tofauti tofauti. okay? so basically symptoms inategemea na how far the disease has gone. Okay? So, inafika mahali mtu anakuwa ana problem ya kuwa hawezi ku ku enjoy ile tendo la ndoa sababu ya maumivu, na mara nyingi unapata ni sababu ya endometriosis ambayo imekuja nyuma ya sehemu tunaita cervix, mlango wa kizazi ama imeenda kwa sehemu ya kike vagina. Sasa zingine inaweza enda huko Mane inaenda kila mahali. So ikiingia pale then hapo ndani kuna alama, alama za blaka, hapo zima. Yeah, hapo ndani unapata kuwa kitu kinafura na mkionan na mwanaume wako unapata matatizo ya uchungu. Ugumba au ugumu wa kushika mimba kutokana na makovu kwenye mirija ya fallopian au uvimbe kwenye ovari. Alafu pia wanamalalamishi ya kuwa hawajaweza kushika mimba kwa muda mrefu. So subfertility or infertility because part of it also goes to the ovaries inaenda kwa fallopian tubes hizo mbili zikiwa affected, unapata function ya ovary inakuwa affected na unapata tube pia inaweza kuwa affected. Ile inaweza kuwa blocked ama zile chemicals zinatokana na ule ugonjwa zina affect mayai okay? Yeah. So, hiyo inachangia subfertility ama infertility. Hakuna tiba ya moja kwa moja ya endometriosis lakini, kuna njia mbalimbali mbali za kudhibiti dalili, anahitaji eh, eh, matibabu E, mseto mseto kuweza ku, kupata uh, uh, ku, kufaidika uh, from the treatment so, kuna medical therapy ambayo mainstay ya medical therapy sana sana ni hormonal therapy okay? Because hizi cells za endometriosis ama cells ama periods kwa kifupi huwa zinakontroliwa na hormones. Hormones kuna okay? estrogen na progesterone sasa so, hizo hormones mbili ndio zinaamua kama utapata period, kama hutapata, ndio zinaamua kama hizo cells zitakuwa ama zitakuwa. So medical treatment involves manipulating those hormones okay, hizo cells ina respond to hormone inaitwa estrogen. So, normally we try to suppress the estrogen as much as possible, na hiyo suppression inapatikana kwa dawa za tembe za kumeza na kuna zingine za kudunga upasuaji kwa wanawake wenye endometriosis kali ambapo daktari anaweza kuondoa tishu zilizokuwa nje ya mfuko wa uzazi. Sajari sasa ndiyo mbinu ambayo imetambulika kuwa inaweza kuondoa ule ugonjwa vizuri na ukamalizika ndo. E, sajari yenyewe e, niseme hapa kuwa si sajari rahisi kwao. Sasa huu ugonjwa kuna vile unabadilisha mambo kule ndani kwa tumbo. Okay. Kawaida unapata kizazi kiko peke yake. Tubes vile hivi, hii picha inaonyesha. Ovaries peke yake, kizazi peke yake. Lakini ukiona endometriosis mara nyingi utapata hizi vitu zote zimeshikana pamoja. Sasa wewe zijua tube inaanzia wapi? Ovari kwa wapi? Uterus iko wapi? Mabadiliko ya mtindo wa maisha kama kula lishe bora, kufanya mazoezi na kudhibiti msongo wa mawazo. Endometriosis ni ugonjwa unaohitaji uelewa na msaada wa kijamii ili kuwasaidia wanawake wanaopitia changamoto zake. Kuna haja ya kuwa na tunaweza ita counseling labda, kwa maana watu wengi wakifika hiyo stage, kama mtu amepitia sajari tatu nne, wengi unapata hata wame give up. Actually, the first thing mtu anakuambia ni toa hiki kizazi, toa hiki kizazi kabisa, imenisumbua miaka mingi. Lakini unapata mara nyingi hata ukitoa kizazi hujasaidia, sababu ugonjwa uko kwa kizazi tayari ushatoka, uko nje ya kizazi, so inakuwa si suluhisho kamili it's it's it's an interplay of so many people the nutritionist, yeah, to to counsel you on a diet that because uh, one of the pathways zine zinasababisha ugonjwa kuna kitu tunaita oxidative stress. Okay. Hii kuna vyakula ambavyo vinatoa lot of free radicals ya oxygen free radicals ambazo zinaweza kuzidisha ile inflammation ambayo inatokana na ile process ya endometriosis, so kuna vyakula vya kula vinapunguza hiyo inflammation yeah, especially fruits, vegetables and all that, less of red meats, mm, less of carbs and all that. Those ones are very inflammatory. Wataalam sasa wanataka kujenga vituo maalum vya endometriosis kama hatua muhimu katika kuboresha huduma za afya kwa wanawake wanaougua. We are looking ama tunaangalia kuona ku, kama tunaweza set up centers ambazo zitaweza kuhudumia watu ambao wana matatizo ya period, ama wana matatizo ya tumbo la chini. Hiyo sasa tunaeta wengi wao wanapata endometriosis. Yeah. So hapa tuko Mombasa la Parascope Fertility Center tutaanzisha program pia. Pia nashirikiana na hospitali za serikali, tutafungua pia center ambayo itaweza kuhudumia watu kutoka pande zote. Vituo hivyo pia vitaajiri madaktari wa wanawake, yani gynecologist waliobobea katika endometriosis. Madaktari wametreiniwa vizuri, wanajua kufanya operation, lakini hiya endometriosis iko na kitu tofauti kidogo, inahitaji some special approach. Yeah. So hiyo operation ifanya vizuri utapata hizi cells mali ziko, ukiweka ile kamera sasa, nikona kwambia laparoscopy, ambapo nakwambia ina, ina manufaa zaidi kwa hii problem, una iko na magnification kubwa, unaweza ona sehemu ambapo kama ungekuwa umefanya upasuaji macho yako yangeza kufika. So hiyo inakupatia nafasi kubwa zaidi ya kuweza kuondoa ugonjwa wa kikamilifu na kuweza ku access sehemu ambazo zimejificha. Ukitumia ile laparoscopy, una identify zile sehemu ambazo ziko affected na ugonjwa ni ya laparoscopy ama ni ya surgery, huwa ni kama tatu nne. One, urudishe kila kitu vile kinafaa kuwa. Okay? Restore, tunaita restoration of anatomy. Two, uweze kuondoa ule ugonjwa ndio uweze kuondoa maumivu. Okay? And by extension which is possibly three, unapata kuwa umeweza restore uwezo wa mtu kushika mimba kwa urahisi. Because kukiwa kila kitu imevurugika na hata ile mayai kutoka ni shida mayai kukutana na zile mbegu za kiume ni shida e, eh, unapata hata tubes za zingine zimefungika na zile chemicals zinatokana kwa endometriosis pia zinaharibu haribu mayai. Okay, so surgery is very important, it's actually for most of the centers sababu sasa hii tunaelekea mahali tumeanza kupata centers of excellence in endometriosis care treatment plus other related care. So unapata zile centers zinasisitiza zaidi approach ya surgery alafu sababu sasa pia hizi chembechembe zingine sana ni ndogo sana, unaona kama hizi ni dot dot. Sasa zingine huwezi ziona, una combine bado na medical treatment ndio mtu aweze ku benefit zaidi. kuhusu dhana ya kwamba wenye kutumia dawa za kupanga uzazi ndio wanaathirika zaidi, pills zile za family planning mara nyingi ziko na estrogen na progesterone okay, so hiyo peke yake haiwezi sababisha endometriosis lakini kwa yule ambaye tayari ana chembe chembe za endometriosis maybe inaweza zidisha, lakini si chanzo. Daktari Wambua anawashauri wanawake umuhimu wa kuona daktari kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Pale ambapo unafika mahali unapata kuwa uko na period ambayo inakuzuia kuendelea na maisha yako kawaida, then hapo shuku kuna shida, iwe uko miaka kumi na nane 6 huko kwa miaka 40, anytime upate period which is abnormally painful, then ni vizuri utafutane na gynecologist, akusikize, akupime na akutume kwa tests ambazo zitajaribu kubaini kama inaweza kuwa uko na hiyo endometriosis. Gonjwa huu mara nyingi hupuuzwa au hugunduliwa kwa kuchelewa. Si ugonjwa ulikuwa unatambulika na ile processes yake ilikuwa itambuliki vizuri kwa muda mrefu, so unapata mtu amezunguka sana sababu watu wengi wanakuja ikiwa labda iko very advanced, ama imehusisha viungo sensitive kwa mwili sababu haikutambulika pale ilipoanza. So currently we are trying to build on that through education through such initiatives kama hizo zako, kujaribu kuelimisha watu na kujaribu kuona kama tutaweza kusaidia watu wengi zaidi. June Lance Majestic Digital TV.